Timu ya mpila timu ya Simba nimealikwa. Ni kiongozi wa timu zote. Hapa kuna Simba, hapa kuna Yanga there hmm. there Hapa Aruba. Kuna wale wanaitwa JKT. Lakini tumepokea mwaliko na heshima hii kwa jina na tunawaombea ushindi kwa jina. Ukizungumza kwamba kuna wachawi na matunguri wengine wanaroga, tunaangusha ulozi na matunguri yote. Juzi uh, nilikuwa cover, safari safari nikiwa kule Mbeya, Mbeya, safari ya Mbeya nikatumiwa, nika, nika ujumbe nime Nimealikwa na timu timu ya mpila team. Timu team ya Simba Simba. Nilialikwa ni kiongozi wa timu zote. Hapa kuna Simba. Mm. Simba. Hapa kuna Yanga. mm -hmm. Hapa Africa. Kuna wale wanaitwa JKT. Yes. Hapa kuna Manchester United. Hapa kuna nini wengine wale? Hapa kuna Azam. Hapa kuna nini? Liverpool. Mbeya City. Huh? Mbeya Liverpool. Mbeya City. Yes. Singida United. Sasa watu wakachukua mpaka nguo yangu. Nimevaa mimi sikuvaa hiyo, lakini jezi yao ni rangi hiyo. Ni jambo jema tu watu wa mipira kualika watumishi wa Mungu waabariki, waombe. Ukiona umeanza kutafuta watumishi wa Mungu waganga wameshakosa soko katika

Sema amen. Amen. emniwe amen, niko safari au nipo Dar es Salaam. Oh, lakini nitawakumbuka kwa sababu wametualika. Na mimi nitakumbuka kuwaombea kwa sababu mchezo huu anaenda kucheza sio wa timu za hapa Tanzania, tunazungumza juu ya Tanzania na nchi nyingine. Hata kama ni klabu ya Simba pia, kuna karibu klabu nyingine itacheza na nchi zingine, tutaziombea kwa sababu mpira ni ajira ya vijana wetu, ni ajira kabisa, na ni ajira ya mabilionea. Sasa, hawa watu wakachukua na bendela yetu, acha Yesu aingie kila mahali kwa jina la Yesu. Kwa hiyo so, Watu wote mliosikia hiyo. Oh, that. Hiyo maana yake, that means ni mwaliko Kumba alileta na barua. They even oh, They are bringing to me now. Mimi nimepewa tu taarifa nikiwa kule. Sasa hata kama sitakuepo, niko safarini, nitatuma mchungaji au mchungaji Tuna wachungaji wengi wanapenda mpira sana. We we have have many pastors who like football. Hata kama lakini tumepokea mwaliko wao. But we have received their invitation. Sema amen. you I ask Rise and Shine. Kualikwa mahali ni dhambi? Being invited somewhere is it a sin? We are not going to take alcohol there. Hatuendi kunywa pombe kule. Hata nikutuma mchungaji awakilishe, anaenda kuwakilisha Rise and Shine, kwa sababu wametutambua wakatualika. Now, sasa

na heshima hii kwa jina na tunawaombea ushindi kwa jina, pigia Yesu makofi nilisikia wakizungumza kwamba kuna wachawi na matunguli wengine wanaroga, tunaangusha ulozi na matunguli yote kwa jina wakiwa wametambua madhabahu ya Mungu ni baraka tu. Sema ni baraka tu. Sema tena ni baraka tu. Ongeza sauti ni baraka tu. Ila anapenda watu wajue mimi ni kiongozi wa timu wa watu wote hapa. Nina watu wa Simba na watu wa Yanga na watu wa Azam na watu wa Morogoro nini? Na watu wa kule Singida kuna nini? Mtibwa. Fountain. Fountain gate. Mtibwa. Wewe unazifahamu sana. Eh? <laughs> Hallelujah. Amen. Ni jambo jema tu na katika mchezo wanaenda kucheza. In the game that they're going to play? Wakaona ni vema so that katika wageni wa heshima au honorable guests maalum

Been praying for several players. Uwa, mimi sitoagi waziwazi, wanakuja um, ofisini. Anaekuja kwa siri tutamwombea kwa siri na we'll ataenda kwa siri, sio lazima mtangaze. Wengi wanafanya vizuri sana. Many of them are doing very well. Na wao wana ushuhuda, inawezekana wamewashuhudia hao kwamba Mungu amewasaidia. God have helped them. Na wanatembea na mafuta ya upako siku hizi. They are moving with anointing all nowadays.

Mungu afanikishe. Kwa jina la Yesu tunaombea dua yetu na maombi kwa jina